Action. Huyo huyo ameua, ameua. ameua. ameua. Unajua ndio. Lakini hivi vitu ameshaua, hivi vitu vina utaratibu wake, amegonga ndio, lakini sheria zipo. Sawa, ameua. ameua. Lakini tumpeleke polisi. Hivi vitu vingine vitaendelea. Sawa, aende. Sisi sheria vitaendeleau, ndio. Mkononi, chukueni pikipiki ipo